Ogopa sana mwanamke mzuri akupende. Ogopa sana mwanamke mzuri akupende, maanake mwanamke akiwa na maisha mazuri hakubali kupenda mwanaume tena mjini, hakubali kabisa. Wewe mwanamke atakuwa amechanganyikiwa kimaisha. Mwanamke akichanganyikiwa kimaisha, anapenda mwanaume yoyote. Kwa hiyo, kwa hiyo, kwa huo msimu wa hiyo hali lakini nakwambia mwanamke awe na pesa hivi. Anaongea vibaya, hataki mwanaume yoyote. Aona yeye amefika. Na nakwambia ndugu yangu kuja ukiona mwanamke amekupenda ni mzuri sana. Mwangalie maisha yake. Lazima awe kwa maisha yake ameharibikiwa. Maisha yake ni mabaya. Hana pa kutegemea ndio maana amekuja kwako. Lakini subiri ndugu yangu, urongo mbaya. Ndugu yangu subiri pesa haipate. Ashike pesa hivi, mama yangu, utamuona, utamuona, utamuona atakuona kama mwanamke mwenzake.